Residents of the Migadini Mbuyuni areas have cried over the destruction of their home despite living for many years. Kwa majina naitwa Sadat. Mi ni mkazi wa Mtao. La kushangaza lenye leza ubomozi bila mipangilio na amini kuwa hii serikali ina institutions na bali institution ina program na planning. Any government project in, in a budgeting. Sikia, na tukisema hivyo, kama wanawabomolia ni wakimbizi, sijui kama ni waizi, sijui kama nini, na kuna protocols zile zinafuatwa. Eh, ina suppose waje wa analyze, analyze, wana wa wakae na wenyeji waongee na watu wa undoli, kama ni kutoka si wanatimuliwa wana kwa compensated so that they can get another alternative place, place to live but, ukikuja unawavamia watu na watishia, tutakuja tubomoe, saa fulani tutakuja na matingatinga, unabomoa. Kwani hawa ni si wa Kenya, si wa Kenya eh? Sasa tukifanya hivyo, hii government yetu ni ya tyranny. Wakiamua kitu wanaamua tu, hawataka kujali maslahi yao. Na nani aliwavutia? si ni yao wenyewe, naishi hapa So after the votes, they are no longer human beings, they happen to be gods or what? Gods. Lakini human beings hawa. Tuna familia, tuna mipangilio yetu kuna projects zetu ambapo ukinikuja kunitoa mimi usiku tu wa manane, unabomoa, unabomoa, unaexpect niwe what kind of a person? So hiyo ndio unaongeza kuwa na criminality katika society. Hawa vijana wenye size wengine wanabangaiza. Wawe wazazi wao wamekosa kazi, wamekosa makao watakuwa nini? Kama wewe nikikuuliza, si watakuwa majambazi. Hawezi kufanya chochote Kenya hapa, hata kujenga ku kibanda kama government haiko aware because we have chiefs we have uh, county commissioners we have all kind of official eh, who are concerned pertaining the living of the people here. So kitu kama hiki, si kitu cha kufurahia, si kitu kizuri hata kama government inataka kuunda project. Any project that government institute must be for the benefit of people, not to destroy people. Kama hii ina destroy sasa, kama niambie, wanabomoa hivi mpaka saizi mtu private anajenga I don't know, CFS or whatever mwingine akajenga go down kule majani na tiari, amedemarcate some places paka makaburi wanataka, wanabomoa zile kaburi, ni za leo? Ni za centuries pale eh? Wale eh, si kuna njia eh? Sasa hiyo ubomoze nyo watu, watu, watu, sasa inabidi kama landlord mtu sasa, matenants wengine anajieza kidogo, ataweza kushift na wa uh, landlord wamegaramikia kujenga hii mijengo. Ukiwaambia kutoka sahi sahi, wewe bwana, tumepatia wiki mbili utoke hapo, si ati unajua, ukimwambia mtu afanye kitu fulani, unampatia muda fulani ambapo unajua si atakuwa amefanya hivyo. Kama ni kutoa nyumba yake aitoa ile compensation fee ndo anafanya hiyo kazi. We expect yeye amegaramika hii nyumba kama hii yote hii alafu tena aenda kachukua loan ya kujibomoa arelocate na ni ni government ile is supposed to to ninioku ku protect. Unajua kama ingekuwa ni government ya Uganda ime, ime invade hapa tutasema it's okay. But our own government is doing that. Eh? Mi sina mengi ya kusema. Hii kitu ni mbaya. Waje na formula nzuri. Hakuna mtu atafanya fujo. Wewe ukikuja mwanzo unashindwa. Wewe wakuja putish na majesu malori ngapi, si polisi lori ngapi kutishia watu hapa, wa nao watu hawana hata hata panga, wengine hawana wacha bunduki hawana, ya nini? Kama hiyo si njia yenye, hakuna mpangilio maalum. Hakuna mpango. Kama kuna mpangilio mambo, utasikia wananchi wenyewe wakisema asikesho kutwa bwana bwana Jiwa anakuja na wale watakubomoa. Njooni tushapata tusha tushajitayarisha tusha tumeondoka. Watu watatoa vitu vyao kwa utaratibu na taenda. Na hiyo ndio njia ya watu wale wako civilized. But we are still living as if we are uncivilized. Watu wenyewe wako sijui vipi. Yaani watu wenyewe kwa serikali wengine hata sijui alipata hizo kazi vipi. Asante. Majina ni David Waizaka wa Njoy. Uh, mimi ni mkazi wa Mbuyuni na jambo moja linatusikitisha kwa sana ni kuhusu ubomozi wa hapa mahali. Kwa mahali tumekaa zaidi ya miaka ishirini na miaka yangu ili tuja hapa, I was 3 years old mimi kuja hapa, na nimelelewa hapa, nimesomea hapa, sijaoa bado, lakini maisha yangu yote ni hapa si yote azi kona mali mahli ingine nataka kuena, lakini mimi my roots ziko hapa. Sina bara, hapa ndo nyumbani mimi, naweza paita nyumbani sasa watu wakija kubomolea mimi nashangaa, ninaenda wapi? cha kwanza... Eteni, mimi chanzo asiwache je, ni ardhi ya mwenyewe ama kuna nini? Ardhi hatuwezi sema ni ya mwenyewe, kwa sababu huwezi ruhusu shamba lako lijengwe na watu karibia elfu moja na wakae hapo kwa miaka ishirini na na ni kwako wewe. Huwezi huwezi ruhusu jambo kama hilo. Huo muda wote ulikuwa wafanya nini? Unaona, sasa hao watu tukisema ati ni wanakuja kuchukua wanastahili watuambie since hiyo 2002 wamekuwa wapi mpaka huku kumejengwa, yani kumekuwa settlement, imekuwa ile inaitwaje eh Yani shikana oh, ha, eh. Sasa juzi wamekuja wametuangaisha mpaka tukawa na mheshimiwa wetu tukafunga mpaka barabara kuu. Wamekuja wametumia polisi, na si polisi wa eneo hili, wametumia polisi wa hatuwajui, hawajulikani, hatujawahi waona police station ya Changamwe ya Chaani, hatujawahi waona, wamekuja wametupatia excuses zenye ambazo sizo. Wanasema ati ukikaa karibu na gas ati utagonjeka kansa. Na ambapo hatujui ni kansa gani hiyo inagonjeshwa na gas. Kwa sababu gas, gas tunaishi nazo nyumbani na hakuna mtu amewahi gonjeka kansa kwa sababu ya gas. Kitu cha pili tumeenda kotini walileta kotoda na ambapo hiyo kotoda inasemekana si hapa kwetu, lakini hivyo hivyo tulienda kotini tukairevoke na tuka tukaambiwa na judgment ikakuwa tutafute ushahidi turudi kotini tarehe ishirini na sita mwezi wa sita na tukakuja tukakomunicate, kila mtu akajua na ikasemekana kila mtu atafute ushahidi wake, alafu twende kotini. Lakini wakati wa Idi ilipofika, the Idi holiday walikuja wakaanza kutuangaisha Wakitutishia tunakuja kubomoa, mjatoka wao. Wanatukosesha amani, wamefukuza wapangaji, wamefukuza yani watu, yani, we are not in peace, hatuko na ile amani tena, tuna ile woga ati tunaweza kuja kubomolewa wakati wowote, na hiyo inaonyeshana kuwa kwamba ku, serikali yetu kuna udhaifu uliopo kwa sababu if koti imetoa uamuzi alafu wao wanakuja kinyume na uamuzi wa koti kuhangaisha wananchi, ni kuonyeshana hapo kuna kitu kisicho, kisicho cha kawaida. Aa, na imesemekana tunangojea kikao ka baina yetu na viongozi wetu na viongozi wa kamiti yenye tuko nayo, tuzungumze tujue njiaya mwafaka yenye tutafuatilia kama ni kuondoa watu wa -compensate kwa sababu au watu wanajificha chini ya pipeline. Kena, kena. Na hiyo hiyo si jambo nzuri kwetu na hata kwa wale watu wa wakazi wa hapa. Mimi ni kama mpangaji wa hapa, nimekaa hapa zaidi ya miaka na na hii mambo ya ubomoaji huwa inafanya hata wafanye wapangaji wanakaa na uoga mwingi, manake ukistuka mtu anakuja anasema muame, na ujapanga unaenda wapi na vyombo na watoto? Halafu wanahitaji tu ile siku watoto wanafunga shuleni ndio wanale, wanaleta hiyo tension, ilifanya watu wengine walitoka hapo usiku hata wajui wanaenda wapi. Manake wakija na tingatinga huwa hataki mnao hii empty kujua manyumba yote watu wameenda yote. Sasa ni hatari kwa wenye nyumba na manake nyumba ikikaa hivi sasa kwa muda mwingi inafanya wagaidi nayo wanakuja kwenye mlewa na kaa. Sasa inafanya hali inakuwa inaka yes. Ha, ina usalama sawasawa lakini kuna wengine wananyembelea wanakuja kulala hapo siku ujui, ujui nani amelala hapo sasa. Imeleta wasiwasi kwa mtaa kabisa. Hata sisi vile tumebaki hapa, roho yetu bado yuko juu juu, hatujui nini next. labda mmei peleka kilio labda kwa gavana ama kiongozi wa hii area. sasa hiyo uh, wote yote watu wameenda, lakini ukienda ni by time tu to tunakuja tunakuja tunakuja tunakuja, majina inasanywa, fomu inajazwa, inaenda huku, lakini hakuna matokeo. Sasa watu wanakaa na aina na uoga mwingi na tension nyingi sana hapa. Majina naitwa Bernard Manjoy, mimi ni mkazi wa hapa, nimezaliwa nikasomea hapa hivi sasa bado familia ama, na kulingana na hii situation venye iko, hawa watu wamekuwa wakitusumbua na ijaanza sahii, imeanza since tu, tu, eksi ya kwanza, tukapeleka kesi kotini na tukapewa kotoda kusimamisha hii maneno na kutoka hiyo time mpaka sahii wamerudi tena, na sahii wamekuja kutusumbua sasa, wanataka kunyakua hapa. Mkiangalia hii fensi ilikuwa huko chini, inazidi kupanda na hapo ndio walikuwa wamesema ndio mwisho. Sasa tunauliza hii fensi inaenda mpaka huko ya nini? Wanataa, wanataka kuuzia mtu binafsi hapa. Wakazi wa hapa wataenda wapi? Hizi manyumba zikijengwa walikuwa wapi? Unajua, huwezi kuja utoe mtu amekaa mahali zaidi ya miaka ishirini, hiyo itakuwa si haki. Huyo mtu ataenda wapi? Kumbuka kuna watoto sahii, ukitoa wa mtoto katika hii shule ina prosija nyingi sana ataenda wapi? Kwa majina anaitwa John Mombo. Ni mkazi wa maeneo ya So. Kitu kinachotia wasiwasi ni mambo na ubomozi. Tunashangaa, tunaomba sisi tuondoke, wengine tumeku, tumekulia hapa since tutotoni paka sasa hivi. Wengine tuna ma family. Tumekaa hapa hiyo miaka yote since 2000 until now 25 years. Tunashangaa mtu akija akisema hii land ni yake. Hizo miaka zote alikuwa wapi paka tu wangie wamejenga yani, tumeshapewa miaka yote. Mtu akija akisema hii land ni yake yeye, tarajia sisi twende wapi? Mtu atupa notice ya two weeks. Two weeks hizo kweli, wewe kama kweli mtu wa kawaida, yeye sasa, yeye mwenyewe tumpatie hizo two weeks, ataweza kufanya kinyi? Anataka sisi tufanye hiyo vitu vingine? Sote ndio wanadamu, tusitumie maguvu kumwonea yule mnyonge aliyo chini. Sote ndio wanadamu na sote serikali ni yetu, kwa sababu wewe ukitumwa leo vibaya, jiulize na wewe kesho ukitumwa hivyo itakuwa aje? Kwa sababu kwa hivyo wewe katika haya maisha sasa hivi, fanyia mtu kitu yenye ukifanyiwa utakuwa tu sawa. So mimi Kenya nitaomba serikali watumie tu njia mwafaka, tuone vile tutasaidiana. Hapa tukakataa kuondoka. Lakini wakitufidia sisi tutaondoka kwa uzuri, lakini utakutumia mabavu hiyo haitakuwa sawa. Wengine tutapoteza maisha yetu, wengine tutaumia. Maana tutakubali rais. Tumekaa hiyo miaka yote, hatujajua hii land ni ya mtu. Sisi tunajua ni yetu. Maana paka tukajenga. Wewe mwenye unasema ni yako ulikuwa wapi? So mi nikisema tu kama serikali inahusika na hili jambo, maake tu sisi tunasikia wanatumia tu serikali kusema ni ya serikali, lakini ni ya watu binafsi. Huko chini kumejengwa magodown sio mbili, wamefukuza watu wakaondoka, wakawalipa wakaondoka. Mbona pia sisi tufanyie hivyo? Kama nataka hapa mahali pamewapendeza, ni pazuri kwa biashara, watufidie pia sisi, tuondoke. Hatuna shida, ukitufidia sisi tutatafuta kwingine, tutajenga. Lakini unakuja unatuondoa, unasema mali ni yako. Hiyo miaka yote, unatarajia sisi tuende wapi? Wiki mbili ni nini? tuseme labda wamiliki mm -hmm. Na wajua sasa, mambo ya kuongelewa na watu wengine, huwezi ukajisemea, kila mtu ongea mambo yake. So kama tunasikia tu majina yakitajwa tajwa, mimi sitaja mtu maki sina uhakika kama kweli ni yake, maki sije muona mimi nasikia. Lakini na watu binafsi, serikali hata haihusiki kabisa. Katika serikali wanahusika kuja kutu kutuondoa kutumia maguvu yenye mm -hmm. aina hairuhusiwi. So kama ni mtu binafsi na hapa mahali pamempendeza, atuangalie vile atatufidia, si tafuta mali pengine, maisha yaendelee hapa, si mwisho wa maisha yangu tu. Ni hayo tu.